Ni siku nyingine ya kipekee kabisa. Ali upuju kuntunye kidimdimu mwandila ebana, niko maeneo kwa maeneo ndani ya kijiwe mchongo na UTT AMIS. Kubwa hasa leo hii bwana, tumekuja kuswampa mtaani tuweze kuangalia hasa elimu tutaweza kuitoa vipi hasa kwa watu kuhusiana na namna gani jinsi ya uwekezaji, au sivyo? Karibu sana na usitoke. Safi safi bwana, mimi naitwa Amisi Musa. Mkazi wa wapi? Mkazi wa Mtwara. Ah, nyumbani Mtwara. Yeah. Wewe Makonde. Ndio. Okay. Sasa Hamisi, naona ni mfanyabiashara wa maji na soda. Ndio mbana yake, mfanyabiashara. Mfanyabiashara hapa mmenoka yako. Yeah. Okay, sawa. Sasa swali langu nilikuwa nataka nikuulize kitu kimoja Hamisi. Um, ushawahi kusikia ile michezo ambayo wafanyabiashara huwa wanakuwa wanacheza? Yeah. Kwa mfano, michezo unaweza kukuta labda watu wanakuwa wanaeka hela kidogo, kidogo. Unafahamu? kwa ajili ya kuweza kutimiza malengo. Yeah, nishawahi kucheza na mimi mwenyewe nishawahi kudhulumiwa kama hivyo nishawai kucheza. Kuna baadhi niliwapa hela, baadhi shafikia saa hizi nataka nipokee mimi, kuna watu wengine ikawa wamekimbia na pesa zangu. Ina maana saa hizi siwezi, siwezi nikacheza tena. Mimi mwenyewe ninajiwekeza mimi mwenyewe, kwa sababu mimi mwenyewe nitajiwekeza. Unakuwa unaweka hela kidogo kidogo, kama kwenye kibubu, ikiwa kwenye kibubu, ikiwa kama kwenye kama ikiwa kwenye simu yangu kwenye line yangu ya simu, okay, line ya simu. Unahisi kwa nini walikudhulumu? Walikuona labda ni mshamba amisi katoka Mtwara, kaingia Dar es Salaam? Ah, hamna, hamna. Sijajua malengo yao yalikuwa ni nini, sijajua, sijajua. Lakini ni watu wako wa karibu ambao walikudhulumu? Ni watu wangu wa karibu sana. Unahisi kile kiasi ambacho ulikuwa ume, umewekeza katika huo mchezo wenu ulichukua muda gani, miezi mingapi? Kama miezi mitatu hivi. Na ulikuwa inabidi nabidi upokee kiasi gani? Nitaka nipokee laki mbili na elfu hamsini. Yeah. Maana yake sisi tunakuwa tunaweka hela katika hii michezo, maana yake tunawekeza, si ndivyo? Yeah. Kwa ajili ya malengo. Ulikuwa na malengo gani ya, mimi? eh. Nilikuwa na malengo, unajua uko Mtwara nilivyotoka. kuna kuna kuna kimwali nilikuwa nimetembea naye eh. siku ni bahati mbaya ndo. So tuseme sio bahati mbaya. Nilimpatia mimba. Eh, nilimpatia mimba. Sasa okay. nikasema endapo nikichukua ile hela, inisaidie kwa ajili ya matumizi inisi, ya, mtoto. Ya, ya, okay. ya mtoto na vitu vidogo vidogo. okay. Kwa maana yake ulikuwa una malengo kwa ajili ya kumtumia mzazi mwenzio Mtwala, yeah, yeah. Si ndivyo? lakini yeah. mwisho wa siku ndugu zako akaja wakakutenda Wakantenda. Okay. Na ukitaka kuwapeleka polisi? Ah, sikutaka kuwapeleka kwa polisi kwa sababu wanakuambia haya ni maisha tu. Okay. Eh, si binadamu. Umeona? Wanakuambia hata kama hatutakutana hapa, kuna sehemu nyingine tutakutana Wameshanitenda, ameshapita, mi naendelea na kazi zangu, riziki napata, namshukuru Mwenyezi Mungu. na, na mnazungumza, kuzungumza uh, watu ambao wakuzingua, wakakudhuru uh, si zungumzi nao, washani bloko kwenye namba washani bloko. Ni watu ambao wanatoka huko huko nyumbani? Hapana, hapana ni, oh, wa... ni wa Dar es Salaam yeah yeah Chuma chaleri? Kutoka usukumani. Kigoma hizo nazungumzia. Ah, usukumani. Ah, usukumani. Chuma chaleri. Wewe, chaleri basi ukanivuruga. Ee, Ah, kwa chuma chaleri lakini to kinatokea usukumani. Eh, ee, hata kule kuna leli. Ah, kwa jina lako watu wangependa kukufahamu. Kwa jina naitwa Baba Shabani. Hicho ni cheo. Jina naitwa Makoe. Makoe. Ndio. Okay. Kwa hiyo naitwa Baba Shabani lakini jina Makoe. Makoe. Okay. Sasa ni mfanyabiashara hapa maeneo ya Karatu. Alfu msagamiwa. Msaga? Miwa. Msagamiwa. Eh. Mama Shebi. Almaarufu msagamiwa wapa maeneo ya Kariako hey. Nashukuru kabisa, mimi Bwana Shebi, niweze kuuliza kitu kimoja. Nyie kama wafanya biashara hapa maeneo ya Kariako, kuna ile staili fulani siku hizi ya kina dada. Dada njoo hapa njoo simame hapa se, se sekunde tu. Kuna ile staili ambayo dada siku hizi wanachezaga michezo hey. na mimi hata baba anacheza Vikoba. Vikoba, michezo hey. A kwa nini ina madhara yake ah? Yani, ina, ina, ghafla kijumbe kafa au <laughs> Eh, eh, kaondoka na hela utamdai nani? Kwa maana yake inakuwa sio rasmi, sio rasmi, tunacheza rasmi. kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kujuana. Eh, eh, ni mazoea ya pesa pesa Mazo... ina pesa ina mazoea. Mimi sijaje kucheza, changamoto nyingi, tunaona watu wanalia. Watu wanalia na wanalia, pesa yeah. kijumba anaondoka na pesa yeah. maisha ya mtu yanakuwa magumu ghafla ndio, okay. Bwana sh, shebi, unahisi kwa nini watu wanacheza michezo? Kwa ajili ya kutimiza malengo yao, ni kwa ajili kuweka akiba za maisha yao. Sogea hapa mzangu, wewe hapa, haina shida, sogea, sogea yeah. tu hapa, watu wanacheza michezo. Turudi kwako, kwa mzangu yeah. watu wanacheza michezo kwa ajili ya malengo yao, kutimiza malengo yao, ndio wao shaucheza michezo. Wewe unashaukucheza? lakini nililiwa yeah. Eh, nililiwa. Uliliwa? Eh. Ilikuwa ni kiasi gani? Nililiwa kama laki moja na hamsini, sikufanikiwa malengo. Na unahisi ulikuwa unataka kuupokea hiyo pesa kwa ajili ya malengo gani? Hata hata nifungue hata kibiashara ya aina yote. Nifungue hata kama Shabani anauza juisi yeah, yeah. Lakini ni feri. Okay. Yeah. Na inakuwa haina hatua kusema uwapeleke polisi watu? Huwezi kuamua kuwapeleka polisi kwa sababu ile hatua umeamua mwenyewe kucheza. Sio umelazimishwa. Nani? Mimi naitwa Mohamed. Ah Mohamed. Eh. Mkazo hapa. Sawa sawa. Shabani na kitu e, kimoja. E. E. Mshaikusikia kuna taasisi inaitwa UTT Amis. Sasa, mimi nataka niweze kukusanua Bwana Hamis. UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Umenielewa eh? Yaani kama ambacho unachokiona una, una ulikuwa umewekeza hela kwa ajili ya kumtumia. Nani nyumbani? Mama mtoto wako, si ndivyo? Ndio maana yake ehe. Kwa mwisho wa siku, UTT vile vile nao unaweza ukawekeza pesa kwa ajili ya malengo yako ya baadaye. Maana unaweza ukawa unaweka hela kidogo kidogo, mwendelewa, ili uweze kutimiza malengo yako. Lakini vile vile uh, ulivyokuwa unacheza mchezo, ulikuwa unapata faida, ulikuwa unapata hela ile ile, ah, faida hmm. Yani, pesa yako ilikuwa inaongezeka, unapata faida. Au ukiweka elfu kumi maana yake unajua unapokea laki moja, unapata laki moja hiyo hiyo Hawezi ukapata faida. Ni pale kama unajiwekeza tu. Eh, unajiwekea hela yako mwenyewe, unajiwekea hela yako ndani. Okay. Eh, faida hawezi ukapata. Hawezi kupata. Yeah. Sasa UTT maana yake unaweza ukapata faida pesa yako ambayo unakuwa unawekeza, mwisho wa mwaka unakuja unapata faida ya wastani wa asilimia 12 kila mwisho wa mwaka. Sio? Yeah, naelewa? Lakini vile vile huko ulivyokuwa unacheza michezo ilikuwa ni same salama. Ilikuwa ni same salama lakini sio, najua na maisha mjini, mtu akiona shachukua hela yake na kulipa, anaona kazi ndio hivyo mm, anaamua tu ah tu akubloko kama hivyo, na anabadilisha mtaa, anaenda mtaa mwingine. Na unajua Dar es Salaam hii ni kubwa sana, uwezi ukamfahamu yuko mtaa gani? Basi ndio hivyo tu. Yaani unapitia changamoto kama hizo sawa sawasaami nataka nikusanue. Sehemu ambayo wewe ulikuwa unawekeza pesa kwa marafiki zako mnaita michezo ilikuwa sio sehemu salama, na ndio maana wamekuzu wamekudhulumu Ndiyo. Sio mwenyelewe? Lakini UTT AMIS cha kwanza kabisa ni taasisi ambayo iko chini ya serikali. Maana yake wewe pesa yako unawekeza ambayo inalindwa iko chini ya serikali. Umeelewa? Cha pili, pesa yako iko sehemu salama. Umeelewa? Cha tatu, unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Sio unaelewa bwana AMIS? Nimeshakuelewa, nimeshakuelewa. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa vizuri. Hebu nime nieleze leo hii mtu anakuuliza UTT ni nini? Utaambia ni taasisi ambayo ya kwanza iko chini ya ya ya mama mama Samia Samia. Ndio, cha pili ni taasisi ambayo iko sehemu salama, ndio. Na cha tatu unapata nini? Unapata asilimia kumi na mbili kila mwisho wa mwaka kabisa. Ukifika posta, ulizia kuna jengo linaitwa Sukari House. Lile jengo si tuko kuanzia floor ya pili ya kwanza hadi ground floor. Ukifika pale, utakutana na maafisa wa UTT, bwana Mohamed atakuelimisha katika elimu fuko sita hizo, hmm. pesa zako ulizokuwa nazo Mohamed, umeelewa hmm. hmm. uweze kuwekeza pale, ili mwisho wa mwaka uweze kupata faida kweli hmm. na ukiwekeza kwa muda mrefu, maana yake faida inakuwa kubwa kubwa, si na s, -s, umeelewa? Maana hizi hey. kamari zimekuja zote, tamaa, afu usiku wa siku umeliwa. Kwa maana yake pesa zenu nyingi sana mnapeleka sana kwenye kamari. Unajua kama unafanikiwa, unatokea kufanikiwa, unaona kama wazushi, afu unasikia mwingine karagari Mngine kala hivi, ukiangalia mbona Messi kitu tunatapeliwa, a tuchezi tena, tunauangalia na, na mtu akiniletea mimi na mkata kibao kwa sababu shariwa, ndio maana nalivyokuja nikakuangalia nikaona ni, ni, ni wale wale ni... Mi natokea UTT sehemu ambayo iko sehemu salama kwa ajili ya wale wale waliotupitia mara ya kwanza katudia vyera yetu. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Naam, kama ulivyotoka kuweza kuwasikia hao ni baadhi ya wafanyabiashara ambao wako maeneo ya Kariakoo. Kuna kaka mkubwa pale, yeye ni muuzamiwa, lakini vile vile tuliona kuna wale vijana ambao wako hapa maeneo ya mjini wao bwana, huwa wanakuwa wanauza maji na soda, kikubwa hasa huwa wapambanaji. Lakini tuliweza kupata experience yao, kama ulekaa mkubwa ambaye yeye ni muuzamaji, kwamba alikuja mjini hapa akakutana na watu, lakini mwisho wa siku akaunga kikundi hivi tunaita vikundi michezo, si ndio, kwa ajili ya kuwekeza, lakini mwisho wa siku eh, alikuwa anahitaji pesa yake akipata eh, baada ya uwekezaji wake katika hicho mchezo um, wake, ili aweze kumtumia mwenzake ambaye yuko nyumbani kule ambaye ametoka, uh, anaitwa baba sasa hivi lakini mwisho wa siku aliweza kudhulumiwa, lakini tumeweza kumpa elimu kuhusiana na namna gani jinsi ya sehemu salama ili uweze kufanya uwekezaji e, na ukapata faida zake. Tunazungumzia UTT AMIS. mimi naitwa Ali upuju kunitunye kumtunye kidimdim mwanila na kusi. Na wewe ambaye utakuwa umezulumiwa sehemu nyingi sana katika hayo maswala ya biashara nini na nini, basi ya kupaswa uweze kuja UTT. Kozi ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia wizara ya fedha inajihusisha na maswala ya uwekezaji hii ni simu salama bwana. Vile vile unapata faida. Au sivyo? Eh, bwana, tukutane next time. Bye bye.